Wapongeze wote lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa kuendelea kuimarisha mazingira mazuri kwa watumishi wa umma lakini pia kuimarisha mazingira mazuri kwa Tanzania kupata huduma. Afisa tarafa ni kiungo muhimu sana kati ya serikali kuu na serikali za mitaa, na ndiyo maana idhamira Mheshimiwa Rais kuimarisha ili huduma hizo ziweze kuunganika vizuri, amefanya hivi kwa mkoa wetu wa Dodoma, kama ambavyo tumesikia tumepata ofisi tatu ndani ya mwaka huu na miaka ya nyuma pia tulipata zingine na safari ya kuendelea kujenga ofisi ya tarafa, za tarafa manake zinaendelea. Lakini niendelee kutoa shime sasa kwa afisa tarafa ofisi kwa kweli ni nzuri sana. Nawezekana hata viongozi wengine wakubwa waliojengewa nyuma kabla ya ofisi yako wana ofisi sasa hivi mbaya kuliko ya tarafa. Okay, e, <laughs> amesema na mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa kwa inawezekana hata ya kwake si nzuri kama ilivyo hii. Kwa hiyo imejenga sasa, imejengwa kwa kisasa kutokana na wakati huu. Kazi ulizonazo ni mbili. Moja, kutunza majengo haya yenye thamani kubwa, lakini pamoja na mazingira yake. Nilikuwa naangalia hapa sasa nimeona umeanza kupanda panda maua huko pembeni, lakini hem, safisha eneo lako vizuri. Sasa hivi hujapewa hela ya fence na inawezekana hata isije karibuni, kwa sababu ofisi ya tarafa ni ya wananchi isihitaji fence haraka namna hiyo lakini sasa panda miti kule kuzunguka eneo lako lote iwe kama ni alama ya mipaka ya eneo lakini em weka na ile kauli mbiu yetu tunayosema ya mifano ya miti ya matunda hata miwili humu wananchi waje kujifunzia kwako na ili uhamasishe kutoka hapa nao wao wanajua kapanda tunda fulani na sisi tukapande weo, e, tuone hiyo ikiwa inaonekana kwa sababu hiyo ofisi sasa ni sehemu ya kujifunzia hata wananchi kuna siku moja tulikuwa na bishana kwa kwenye kikao, wakati ule imeanza miradi ya boost, watu wenyewe wakasema kwa nini tusiache, kwa sababu tushazoa zile shule zetu hazina madirisha hazina nini, tukijenga sasa nyingine hata sakafu za gile shida. Sasa hizi zikaonekana zimejengwa kwa standard alafu kwa gharama kubwa, watu wakasema kwa nini tusiache marumaru tuache na madirisha ili tujenge shule nyingi zaidi. Tukabishana, lakini tukaja conclude kuwa hizi shule ndio mfano wa kuwafundisha wananchi tunaposema nyumba bora tafsiri yake ni nini? Kwa nyumba za serikali lazima ziwe nzuri, ili wananchi wapate mahali pa kujifunzia. Kwa hata ofisi yako hapa ni mahali wananchi, ukiwaambia jamani, jengeni nyumba bora, wao wanaona ah, ndio hii nyumba bora, sasa na sisi tukajenge nyumba zinazofanana na hii. Lakini kingine kikubwa ni kwamba mazingira haya sasa Mheshimiwa Rais anategemea wa, watu wa tarafa arudi wapate tabasamu kuanzia majengo haya mazuri. Wakija hapa ofisi hapa hawaji kutembea kwako. Wanakuja wakiwa na changamoto zao, wakiwa na shida zao ambazo wanataka kupitia ofisi hii watoke wakiwa wametatuliwa shida, wametatuliwa changamoto watoke na furaha. Kwa hiyo hilo tulione sasa kuwa wanakuja hapa na masemi ya kukaa imetengenezwa. Kila anayekuja atoke na furaha, jua ah, kumbe ile ofisi si ofisi sio peke yake hata huduma zinazotolewa zinaendana na majengo jinsi yalivyo. Hilo ndio la muhimu sana kuliko mambo mengine mengi. Tumemsikia sana mheshimiwa Rais, tatueni kero za wananchi. Kwa sasa amekuwekea mazingira mazuri haya ili utatue kero vizuri, wananchi wakae vizuri, lakini watoke, kila mtu ana shida, aingie amekasirika, atoke ana furaha, kwa sababu amekutana na utatuzi wa shida yake. Hiyo ndio jambo nisisitize sana, lakini kwa kweli nipongeze, kupongeza bwana e, tegemee jengo hili tadumu vizuri, tuwatakie kila laheri watumiaji.